Na unaishi wai wapi? Unaishi wapi? Wapi? Mjumbe wako ni nani? Eh, mjumbe wako wa nyumba kumi ni nani? Unaishi nyumba namba ngapi? Wazazi wako ni kina nani? Unaishi na nani? Na kama kijana mmoja tumepanga naye. Uliokuja nao leo ni nani ninani, nin, ninani, Juma, uh -huh. Na nani? Ni nani nini? Ni nani Juma. Mhm. Na Marinda. Ehe. Uh -huh. Na mimi hapa. Wanaishi wapi? Wanakaa Bondeni. Wanakaa Bondeni. Lengo la kumchukua mtoto lilikuwa ni nini? Lengo la kumchukua mtoto nilikuwa, yaani kuna mtu anataka kuagiza. Nani huyo mtu? Huyo mtu anaitwa nani? Saidi. Anaishi wapi huyo Saidi? Anakaa Bondeni. Anakaa Bondeni kuja kuchukua mtoto. Je, unaweza kutupeleka nyumbani kwake? Sawa, swali swa jingine, una miaka mingapi? Una miaka kumi na sita. We bwana mtoto mdogo sana, unapata unafanya vitu vya ajabu. Umeshaiba watoto mara ngapi? <tipos> <tipos> <tira, tira. tipos> Hii mara <angapi. yman> <tipos> Leo siku ya leo mmechukua watoto wangapi? Wa kwanza mmempeleka wapi? Kwa hiyo hivi tunavyoongea kuna mtoto mwingine yupo huko. Yeah. Aha, <tipos> asante kwa <tipos> ushirikiano.